Zaki. Zaki. Makoli, ni wewe ndo ulinchoma kisu. Nisingekuwa wakati umekaa huko ndani una kumbukumbu yote. Okay, uko chini ya ulinzi. Ngoja, ngoja, ngoja, tuelewane. You have two options. Aiza upande ukiwa mzima ama upande umekufa. Unirudishie mimi first. Kwa kweli ndo nitoke tu kabisa kais

Uko sawa? Ulikuja kuangalia maiti gani? Nilivyokuwa hai, ulikuwa wapi kunifanyia yote hayo? Kuja kuangalia maiti sio mtu? Ni mimi ndio niliagiza upigiwe simu. unafanya vitu kama you nime kwani kuna ubaya wote mi, kusema ukweli, kuna uliondoka jana, ukaniacha mimi nife ja yes, nilikufa lakini ni moyo wangu ndio alikufa na kuacha kukupenda wewe, hapa jana. Baada ya kusikia kwamba umelazwa au umezidiwa, nimetoka hapa mimi Esue atgoni, na mbele ya mwenyezi Mungu, nimetoka hapa. Nilikuwa nafanya mikakati, nilikuwa natafuta mtu ambaye anaweza kutusaidia figo. Nimeangaika, nimeangaika, ni swali nomo limekuwa, nimeangaika sana Esue atgoni, nimeangaika sana na ni swali na mimi nimempata nikiwa nimelala papa kitandani, na nimepata mtu ambaye alikuwa tayari kutoa nusu ya uhai wake kwa ajili yangu. <laughs> Kenzo, uliondoka jana nyumbani ukaniacha mimi nife, nikazidiwa no. Lakini sikufa nikaletwa e hospitali <sighs> lakini pia ukaniacha. And God is good, mda wangu bado. Nashukuru sana kwa mda wako.

Tunakula tuna tunakunywa, kuna vitu mene ikuwa, najifunza vitu vingi sana, unajua mm -hmm. watu wengi sana wana wanapenda kinywaji kwa sababu ya ladha yake, lakini <laughs> vile vile watu wengi sana ambao wanapenda pilipili wanaipenda kwa sababu ya mwasho wake. Eh, Kianzo ameanza kuwa ni mtu wa methali sasa lakini <laughs> Nakupenda Linda kwa sababu ya upendo wako. Wow <laughs> so nice, nakupenda sana and uh, I'm very grateful for you. Mimi sijawahi kufikiria katika maisha yangu honestly and uh, order from the deepest part of my heart, sijawahi kufikiria kama nitakutana na mwanamke kama Linda kwenye maisha yangu. <laughs> Serious baby mbele la kitu hivi. Na sitamani kupoteza hata siku moja katika maisha yangu. Yeah. Furaha unayonipa. <sighs> I don't think kama naweza kuipata sehemu nyingine yoyote na katika <clears throat> na... kuthibitisha <clears throat> <clears throat> Mwanamaliza chai hiyo. Wala sijamaliza. Mtenda ndio kwanza hapa nilikuwa ndo naanza kunywa. Hebu chukue hapa huyo. Yaani <laughs> mm. Karen Grayson amefanya jambo gumu kwa jepesi. Sana. Kwa eh? Yaani, sana. Unajua kulimama kumuua Kobe anahitaji timing. Eh? Sasa hivi bakoli hawezi akatushinda chochote. Eh? Sababu ushahidi unaosukwa. Ha, simpati picha. Wewe. Hmm.. Kwanza tunaanza mm -hmm. na ile ishu ya kumchoma kisu Albert, alafu bado na ile ishu yangu mimi ak ya kuni vile kunisukuma sijui kufanyeje mm -hmm. Hey. Akikoswa kosa kufungwa maisha <laughs> <laughs> na, na na na ile minyama akitoka huko yote imeshuka ile mm -hmm. ile minyama uzembe yote itakuwa imeshuka ndo atatia akili hmm? Maskini abelakini ah, hmm. karini hilo ni tatizo dogo tu litakwisha, mwanangu. Umenielewa, hasira zake yule bwana zikishaisha mm. Si mm -hmm. <laughs> sidhani mama. Ah, mimi ni mtu mzima naongea naye. Umenielewa, lakini itabidi kwanza tutafute ndugu zake. <gasps>

Hivi unajua mama, hata ukitafuta ndugu zake watakuwa kama wageni tu kwake. Kivipi? Albert yule amekuwa katika maisha ya upweke. Yaani mamake tu alivyomaliza kujifungua, akampeleka kwa babake akambwaga kwa. Kwa hiyo amekuwa maisha tu yale, wale madada wa nyumbani wale ma house girl ndo hao. Kwa hiyo hana ndugu anemjua, hana mtu mmoja aliyemlea. Wewe. Eh, ndio hivyo. Kwa hiyo hata ukienda kutafuta ndugu kule sana, kazi bure. Kwa maana hiyo <coughs> babake <hai>, hana ndugu <coughs> yaani <Yanu, tos> hata babake ni mkimbizi alitoka Ethiopia aliingia huku Tanzania mdogo sana. Ndio kukutana na kina Bakoli hao wakaanza kufanya hizo shughuli za uhalifu toka wadogo. Unafikiri Bakoli ndugu yake, si unaona wafanani? Kwa hiyo sasa yani wakaanza hizo shughuli, ndio wakafahamiana ile ujamaa na nini ndio wakatengeneza undugu. Mm -mm. Kwa nini? <tis> mi nilivyosikia ni tu, ni kwamba alifumaniwagwa na bosi wa, wa mm, wayo mambo yao ya uhalifu. Kwa hiyo kumkomesha yule bosi wake, katafuta watu wakamhasi, kwa hiyo hawezi mume ndio maana Albert ana hasira sana, mm. Basi hilo, kwa sababu ameishi upweke basi hilo limempelekea kuathirika kisaikolojia sana. Wewe unafanya mimi mpumbavu? Unajua nimeingia gharama kiasi gani kufanya hivi? Unanifanya mimi mpumbavu? Yaani, imekuwaje nini? Unaniuliza imekuwaje? imekuwaje nini? sikuelewi mimi. Ah, nimeahirisha, yaani, kwa mfano, aba, nimeamua kuahirisha msiba. Eh, hey, ndo nimeahirisha sasa. Nendeni hey, zishakulipa. Eh, hey. Nenda wow. Wewe mpumbavu hey! Nitaongea naye. Sawa? Mimi nitaongea naye. Sasa basi, ili kulinda hisia zake, usije ukakubali kwamba umelala na Ussi uh -huh. Umenielewa? Wewe, akikuuliza mwambie kwamba mimi ndio kwanza tunaanza mahusiano Hey, hey, yani mama, hilo alitawezekana sababu yule ni mme wangu. Kwa nini mdangani? Na kweli nimemkosea kabisa. Huoni, hey? <laughs> Kama ataendelea kuongeza makosa pale, Karin mwanangu, hakuna mwanamme ambaye anaweza kumsamehe mke wake, hasa akiwa na uhakika kwamba ametembea na mwanamume mwene mwingine mweneleo, na hata kama atamsamehe, atasema kwamba nimemsamehe atamsamehe tu na ataendelea kuishi naye, lakini rohoni bado linamkereketa, japokuwa hata sema sijui, nanielewa. Hmm, nakuelewa mama, lakini kwangu tofauti, sababu mimi kuna message ambazo zinanifunga zinaonyesha kabisa mimi tumesha, yaani tayari nausi. Kwa hiyo sasa hapo hata kama nikiendelea kukataa haitanisaidia Nimesha haribu basi. Mimi nitamwambia ukweli tu, ntasimamia kwenye kweli yangu ili niwe huru. Akiamua kunisamehe sawa, asipoamua kunisamehe, maisha lazima yaendelee mama. Leo nilikuwa sitanii, nimemaanisha kila ambacho nilikuwa nakiongea. Please naomba tuishi wote nimekutamani kwa karibu na wewe kimapenzi na mrefu sana Linda, lakini mimi kufanya hivi sio ni sababu ya wewe kukulazimisha kwa karibu na mimi, isio ni sababu ya wewe kukulazimisha kunipenda mimi. Nimefanya hivi sitaji pesa. Ndo nimefanya hivi kwa sababu nataka wewe upate amani. Nahitaji wewe urudi katika hali yako ya kawaida, nahitaji wewe na furaha kama siku zote, natamani kuona tabasamu lako.

Najua, kama nikiwa karibu yako unajisikia, umejisikia furaha, Linda.